Baadhi ya vijana walioamua kuachana na matumizi ya dawa za kulevya wameibuka katika kongamano la vijana na kutoa ushuhuda wa jinsi walivyoanza uteja baada ya kutumia unga hadi walipoamua kuachana nao. Sikiliza ushuhuda kamili toka kwa vijana wawili walioepukana na uteja huo, kisha mkurugenzi wa Taifa Forum iliyoandaa kongamano hilo, afisa wa mamlaka ya kupambana na udhibiti wa dawa za kulevya nchini pamoja na mkuu wa mkoa wa Dodoma. Fuatilia Kiboko TV kisha subscribe, like na ukomenti upate habari za uhakika. Andrea Njiku pia ni mnufaika au ni mnufaika wa matibabu ya methadoni. Masi, nimekatabati nimedumbukia hivi, yani panya si panya, mtu si mtu <laughs> Waiyo, kwa hiyo kakoli, madawa yaliniharibu sana mpaka kiasi kwamba ilifikia nikaanza kupoteza talenti nilizokuwa nazo katika masomo Shule nilishindwa kumaliza kwa kweli, nilishia njiani. Lakini wazazi pia walihangaika sana, sababu walikuwa wakinipenda mwanao, wakaona ni nini kimenikumba. Basi nikabidi niongee ukweli, lakini sasa kuongea ukweli pia, baadhi ya wasamaria wakasema huyu apelekwe soba, kuna soba hausi, anaweza akapona, akawa mtu mzuri, akabadilika, na haya mambo yote anayofanya tofauti, akawa ni mtu sahihi. Ndipo nilipopelekwa soba. Soba nimekaa zaidi ya mwaka na nusu miwili, gharama nyingi sana zimetoka soba, kwa wale wanaojua. Lakini baada ya hapo tena sikufanikiwa chochote, nilikaa kama tu miezi mitatu minne niko clean safi, lakini baadaye tena nikarejea, kwa sababu unapofungiwa soba susiri unakuwa kama wanasema, uh, uh, uh, gari gereji Yani inakuwa gari gereji, kama kweli bado hujahit button, yani hujagonga mwamba vizuri katika kutumia madawa, unakuwa kama umepelekwa gereji. Unaamini kabisa hii gari ikitoka ruti ya kwanza naenda Bukoba, yani hata hiyo njia ya vumbi. Kwa hiyo nilivyorudi, nikawa sasa nikonki kabisa, tena wa kutumia, kichapo sasa kikazidi mara mbili yake. Nilipata majeraha makubwa sana katika utumiaji huu mwili mwili wangu pia mm, nilivunjwa bega wekwa vyuma nini. Kati kama matumizi tu haya ya eh, madawa kuleta ulazimu wa unyang'anyi ili upate mm, chochote kitu uvute, kwa sababu huwezi kukaa na craving arosto. Arosto ni sumu kali kwa mraibu anayetumia heroini. Arosto ndo chanzo cha ja kufanya matukio yote ulimwenguni, unapokosa ile kete ya kuvuta. Hata mama wangu hapa, mheshimiwa anipe simu bana, nipeleke chaji pale, atashangaa nimemletea kanipa Nokia, namletea Samsung ambayo haieleweki bana, ulinipa hii, ulinipa hii. Tayari mimi nimeshamfanyia utapeli, nimeuza ili nivute. Mtu yoyote yule kwangu, mi niliona kawaida. Kwa hiyo baadaye tena familia haikulizika, ikabidi nipelekwe magereza. Nilikaa sana, baadaye wakanipeleka vituo vya mental clinic hizi nikakaa, pia wakizani labda ni matatizo tu akili, naweza ikakaa sawa, lakini mimi nilikuwa bado sijaridhika toka moyoni. Hiyo ilikuwa ni kwa niaba ya wazazi, na pia nadhani ilichangia, kwa sababu wazazi hawakujenga ukaribu na mwanao na familia pia. Ili nawasii sana wazazi wenzangu, mjaribu kuwa karibu na watoto wenu. Mzazi unapokaa mbali na mtoto wako ndo chanzo cha familia na mtoto kuharibika. Mzazi anakaa, anatoka asubuhi anarudi usiku, hujui hapa katikati mtoto kaenda vipi, katoka shule hajaenda, hufuatilii mwongozo wake. Wazazi wajaribu kutengeneza upendo na familia zao, hapo ndipo mtaweza kutengeneza familia bora. Lakini unapomtenga mtoto, mtoto anaharibika, anakutana na makundi mabovu mabovu. Basi baada ya kukaa sana magereza na wapi, hiyo pia nayo wakazani, labda anaweza nikapona ah, matumizi ya dawa Lakini pia huko nako unakutana na walimu zaidi, ina maana tena hakuna kurekebishika huko. Tena unakutana, unaanza kufundishwa tena mambo mengine, unatoka tena bado tena unatumia, kwa sababu pia magerezani kuna vitu haramu vinaingia, vina nini, mambo ni mengi, wana waliokaa huko wanajua uponi tena unatoka na kwa mwalimu kwa. Tena hii hali ikanisumbua tena zaidi ya miaka kumi nadhani, kumi kumi na tano inafika nikiwa nahangaika na hili janga. Mi mwenyewe binafsi nadhani sasa nikawa nimechoka, yaani ile nia yangu binafsi mwenyewe sikusu sikusukumwa na familia, sikusukumwa na jirani wala sikusukumwa na mtu yeyote yule nikaona sasa napoendea mimi jamani, haya madawa nitakufa, nipate msaada wapi? Ghafla ah, nikasikia taarifa za e, za tiba hapo methadone Ditege hapo kliniki kwamba kuna matibabu yameanza elfu mbili na kumi na tisa nadhani, mwezi wa pili, sio wa kwanza. Mimi mwenyewe binafsi kwa mguu wangu sikusukumwa na mtu Nilitafuta asasi za asasi za serikali ambazo ndo wanatoa elimu kwanza, ndipo wanakupeleka kliniki. Mimi mwenyewe kwa mguu wangu nilij, nilienda na nikaomba, jamani jamani, mimi nimechoka, mimi ni mraibu wa heroini, nishataabika sana miaka mingi, kama mnavyoniona afya yenyewe imechakaa, nimebaki na kilo 43, yaani mfuko wa yani wa simenti yenyewe umenizidi sainapoendea mimi nitafariki ndipo alipoi ni, nionea huruma, wakanipa elimu ya awali utambulizi na nini, kisha wakanipeleka kliniki mati. Nashukuru nikaanza matibabu vizuri, mpaka sasa hivi napata matibabu. Mwaka kama watatu wanne takribani, afya imerudi vizuri, situmii kilevi chochote zaidi ya chakula na soft drinki, na mshukuru Mungu na kwa nia binafsi, afya kama ninavyoiona, kibonge si kibonge, mzito si mzito, heroin siyo mpango katika maisha ya kijana. Kataa dawa za kulevya, atimiza malengo. Jina naitwa makulata ya Michael Masi. Ni mwasilika wa madawa ya kulevya aina ya heroin. Kipindi inaanza kuingia kwenye madawa ya kulevya niliingia kwa kupitia makundirika kipindi hicho <coughs> nilikuwa nimeacha shule form 2 baada ya kuacha shule form 2 nikawa tu niko mtaani ndo kuchanganyikana na makundirika yakanipelekea kutumia madawa baada ya muda nikapata ujauzito nikajifungua mtoto wa kike yule mtoto niliweza kunyang'anya, kwa sababu nilishindwa kumlea, kwa sababu isha niikia kwenye madawa, sina kazi yoyote ya kupata matumizi ya kumlea yule mtoto. Nashukuru Mungu, nikasikia kwamba kuna kituo kimefunguliwa Dodoma. Mimi ni mkazi wa Singida, kufuatilia kuna ndugu yangu alikopo huku nikampigia simu, akaniambia kweli kuna kituo, ndo kuja. Nikaanza matibabu, nashukuru Mungu mpaka hapa. Niliposikia nilikuwa siko hivi, kiukweli nilikuwa sifai, sitamaniki kwa kwa matatizo niliyopitia. msi <tosimu> Asante. Jina langu ninaitwa Charles Addison Arioba ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Taifa Forum. E, siku ya leo tarehe 28 ya mwezi wa 3 2025 tumeweza kuandaa kongamano hili kubwa sana hapa jijini Dodoma ambalo limewakutanisha vijana mbalimbali mbali kutoka vyo tofauti kwa lengo kubwa la kuwapa elimu, kuwajengea uwezo kutambua madhara yatokanayo na matumizi ya dawa za kulevya. Eh, hii kongamano limekuwa ni kongamano la pili tangu kuanzishwa kwa harakati ya kuwapa elimu huko, tangu kuanzishwa kwake, hii ni kongamano la pili. Kongamano la kwanza lilifanyika jijini Mwanza, ambapo pale Mwanza tuliweza kukutanishwa na vyuo mbalimbali, vijana walika tofauti zaidi ya elfu kumi kwa lengo kubwa sana la kuwajengea uwezo kutambua madhara yatokanayo na matumizi ya dawa za kulevya. katika kongamano hili la leo Eh, bahati nzuri tumepata ugeni mkubwa sana wa mkuu wa mkoa, ameweza kuhudhuria kama mgeni rasmi, na amezungumza mambo mengi makubwa sana ambayo amewaasa vijana wakayatimiza, kwa kuwa wao ndo nguvu kazi ya taifa. Malengo yetu eh, baada ya hapa ndio tumewapa elimu na kuwajengea uwezo kutambua kwanza dawa za kulevya ni zipi, madhara ya matumizi ya dawa za kulevya na namna ya kuziepuka baada ya hapa sisi tunafikiria mambo mengi sana, ni kutembelea baadhi ya sehemu tofauti ambazo zipo nje ya hapa kwamba tutawapa elimu kuhusu madhara tokanayo na matumizi ya dawa za kulevya, ili wawe mabarozi wazuri huko mtaani waliko, kwa ajili ya kutengeneza kizazi kizuri kwa ajili ya taifa la Tanzania. Naitwa Ana Tengia, ni afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Tuko hapa Mabeo complex kwa ajili ya kuendesha kongamano la vijana kwa ajili ya kuwajengea uwezo na kuwaeleza madhara yatokanayo na matumizi ya dawa za kulevya, lakini ni namna gani ya kujiepusha kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Lakini sio hivyo tu, tunatoa elimu kwa umma Watanzania ili wayafahamu madhara yatokanayo na matumizi ya dawa za kulevya. Kwa mujibu wa sensa tuna makazi ya mwaka 2022 20, 20. Idadi kubwa ni vijana wako takribani milioni 21.3. Na kwa mujibu wa tafiti mbalimbali, vijana ndio wanaojiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya kuanzia umri wa miaka 13 hadi 35. Kwa hiyo tuko sahihi kabisa kama mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya kutoa elimu kwa vijana wa Kitanzania kwa sababu ni kundi ambalo liko hatarini zaidi kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya fedha zinazotokana na mauzo ya dawa ya kulevya ni fedha haramu, kwa sababu haitokani na biashara halali. Hata tukienda kutafuta TRA hapa, kunaonekana mzunguko umeingia hivi, bidhaa gani imeuzwa kubwa hapa mkoani, hutaipata kwa sababu haiuzwi hadharani wala hailipiwi kodi, kwa sababu ni biashara isiyo halali. Lakini pia kisiasa, kuna hatari ya kupata viongozi wasio waadilifu na wanaoshirikiana na wafanyabiashara wa dawa za kulevya na wahalifu wengine. Kiboko TV